Na hii naenda kuzungumza psycho, ni tabia yote mbaya, ukitaka kuiacha, hata dhambi yoyote, lazima utajikuta na kuja kuangukia kwenye hii process ya mbona. Kuja kuelezea jambo la msingi, nimeanza kuelezea mwanzoni swala la process na timing. Kwa timing inakuwa determined na level ya addiction ilipofikia, lakini process pia inaweza kuwa determined na level iliyofikia na type of addiction. Kwao umesikia, baadhi ya wana saikolojia na baadhi ya wana sayansi wa tabia wanakwambia una tabia siku ishirini na moja mtu anaanza kawacha tabia hizo, ni story za watu wakizungumza. Ehhe, inatokana ni aina gani ya tabia na mtu yupo kwenye level gani. Kuna tabia inaweza ikakuhitaji hata mwaka mmoja kubadilika, miezi mitatu, miezi sita, itatokana ni aina gani ya addiction na namna gani ambavyo mazingira uliopo na vitu ambavyo nitaenda kuvieleza baadaye. Sasa niende moja kwa moja kwenye kwenye parti ya msingi ya kuanza kuelezea namna ya kuweza kubreak cycle addiction Wanasayansi wa tabia wameweza kuelezea kwamba kwanza kabisa, ili mtu uh, awezi, naomba nizungumza hiki kabla sienda mbali. Nilisema ile loose of internal control, mtu anapopoteza ile internal control, jambo la msingi la kuweza kujua ni kwamba anahitaji external power ya kumrudishia internal control ambayo ameweza kuipoteza. Sasa mara nyingi addiction huwa inaambatana ni ngumu, wakati mwingine naweza kudeclare kwa mtu yoyote hapa, ni ngumu wakati mwingine ku break addiction by your own efforts. Narudia tena, ni ngumu ku break cycle addiction kwa kiasi fulani by your own efforts, kwa sababu remember, addiction it's a loss of internal power ya kucontrol, control. Kwa ndio maana mara nyingi addiction huwa inahitaji support system. Kwa hiyo ukiwa na addiction yoyote ile au ukimwona mtu yoyote ana addiction yoyote ile, lazima ujue ni ngumu kuweza kujinasua wewe mwenyewe, you need a support, kwa sababu internal power ilishapotea, take that one. Yaani hiyo ni msingi sana kwenye process ya kuweza kubreak. Kwa ndo mara mara nyingi unaweza kuta mtu anapambana mwenyewe huko kivyake vyake, sababu hajatengeneza support system ya kuweza kujinasua. Sasa wanasayansi wa tabia wamesema hii mtu aweze kubadilika kama namsaidia au yeye mwenyewe individual, huwa ana tabia mwanadamu ya kujiuliza maswali yafuatayo, kama sio matano ni sita. Hayo maswali ndiyo ambayo huwa yana determine either mtu aweze kufikiria kubadilika au kuachana na addiction au aendelee na addiction. Hicho ndio kitu cha msingi sana. Haya maswali ndio maswali mengi sana ya, ya, ya, ya msingi sana ambayo mwanadamu yeyote akiwa na tabia yoyote mbaya au addiction yoyote ile huwa anaanza kujiuliza. Jambo la kwanza ambalo amesema ni imani passive susceptibility. Mwanadamu yoyote yule akiwa na addiction au jambo lolote mbaya, huwa na tabia ya kujiuliza riski ya ile tabia anayefanya, huwa anatendi kuanalyze risk, ni kwa kiasi gani yuko kwenye risk kubwa ya kudevelop problem, tatizo to what extent masturbation or betting is the risk kwake, kwa sababu ya muda atakimbia haraka. Jambo la pili physicality, anajaribu ku assess what that problem itakuwa na usidia kiasi gani. Kwa mfano mtu anavuta sigara, umekutana naye unamwambia una sasa, you are at risk ku develop labda cancer au mapafu shida, au nini nini, anajiuliza to what serious yani ni serious kiasi gani? Sasa amemwona baba yake mama yake, kwa muda mrefu amekuwa akitumia sigara, sunani mzee wake babu yake hakuwahi kupata shida ya mapafu. Ukimwambia, hajioni kama yuko kwenye at risk, haoni seriousness wa kuweza kuona shida ya tabia yake. Baada ya hapo, atakuja kwenye swali lingine, inaitwa ni perceived benefit. Je, anaona kuna faida zipi za kuachana, gains anazozipata kwa kuacha ile tabia ataanalyze kichwani mwake akiona kuna gains zikiwa ni nyingi sana, yuko kwenye possibility na haitoshi. Yani question na asa zake hazitoshi, as ataanza kujiuliza, nimeona niko kwenye risk, serious ni kubwa, alafu swali la pili ni kwamba benefit ni nyingi. Zikiwa ni ndogo, hataweza kuchange. barriers atajiuliza barriers zilizopo, yaani ni changamoto vizuizi gani ambavyo vinamzuia kubadilika katika mazingira aliyopo. Sina muda kutoa mifano sana kuweza kuelewesha zaidi barriers, yaani mfano barrier anaweza kawa ni rafiki, barrier anaweza kawa ni mazingira, barrier anaweza kawa ni vitu. Mtu namwambia aache kitu fulani, lakini je, kwa mfano, mahali fulani tulikwenda kufanya injili, mama mmoja akajitoa, akuna uza gongo na gongo linasomesha watoto na kufanya maisha yaendelee. Alafu tunamwambia ma mama, umempokea Yesu leo natakiwa uweze kuacha kuuza gongo. Ni sasa, ukijaribu kumpeleka mama kwenye process hii ya kuadapt change, unajiuliza akija kuangalia benefits za yeye kuuza gongo ni nyingi sana kuliko hata riski, seriousness ya riski anayoiona na benefits zinakuwa ni nyingi. Kwa hiyo almost, huwezi unachoweza kumsaidia mama alimaliza kubatizwa, alipo anza kubatizwa, next week aliendelea kuuza gongo. Sababu benefits ya kuuza kwake gongo ni kubwa zaidi. Benefits anayoona yeye ya kufanya masturbation ni kubwa zaidi. Ya kufanya betting anaona ni kubwa zaidi. Kwa mtu akiona benefit ni kubwa, ah, bado haoni shida yeye, ataendelea. Lakini jambo lingine ni assessment ya environment yake, cues to action anaita mtaalam wa tabia mmoja. Kwenye mazingira anayoishi, kuna kuna vile vichochezi vinafini vilezi ya kipindi kilichopita, triggers of the behavior ya kuperform ile tabia. Nilisema kwa mfano mtu anayekunywa pombe akikaa na chupa ya pombe ndani alafu umemtengenezea namna ya kuwacha pombe, ile chupa ya pombe anapoiona ina trigger yeye kutafuta pombe na kuinywa. Kwa hiyo lazima uweze kuassess environment kama yake, nae, ni rafiki yake anayekunywa naye, lazima uweze kujua hizo ni cues to action zinazoamsha tabia, viamshi vya wazo au tabia ndani ya mtu. Cues to action tulote inaweza kuwa ni internally au externally ikitokea hiyo wazo likiingia ndani ya inaamsha hali yake ya kufanya hivyo, ikitokea hiki kinaamsha, they are called triggers au cues stimulus ndani ya environment ambazo zinaamsha hiyo tabia. Mtu kufanya hata kwenye kuchange, lazima msaidie mtu kuweza kuassess yao mazingira. Last swali so analojiuliza ni self efficacy. Self efficacy ni uwezo anao passive mtu juu ya kuacha. Je, anaamini anaweza kuacha betting? Je, anaamini anaweza kuacha masturbation? Je, anaamini anaweza kuacha pombe? anaamini anaweza kuacha sigara? kuna internally perceived efficacy, yani uwezo wa kuhisi au kuamini anaweza ile, uwezo wa kuazimia kwamba anaweza kufanya na nikaweza hapo. Kuna shida kwa watu ndio kutana nao kwa kuwasaidia kuacha some behaviors au addictions. Mtu anaamini lakini mimi siwezi, yani najaribu kumsaidia, ameona benefits, ameona yuko kwenye risk, ameona seriousness ya problem, ameona benefits na, lakini anasema mimi naona siwezi, yani aliyokuwa ya kwenye pombe, siwezi kuacha unaplai kusaidia kwa hiyo kwa hiyo mimi naona siwezi that is another. Hayo maswali ni key determinant ya mtu kufanya mabadiliko kwenye addiction au tabia yoyote mbaya. Hayo maswali akiyajibu, na kama unamsaidia mtu yote kuvunja addiction, lazima umfikishe kwenye assessment hizo za hayo maswali, uweze kuona tuache mtu anajiona kwenye risk, kwa kisiasa ni ya tano, na kisiasa ni benefit ni vipi, na advantage na